Kwa hiyo wito wangu mimi ni kwa wadau wote vituo um, vya afya um, mahospitali waweze kulipa kwa wakati ili kuirahisishia MSD kuweza kupata dawa na vifaa vya tiba kwa wakati na kuwahudumia wao kwa wakati. Na uhakika MSD ikipata hela zao kwa wakati na wenyewe wataweza kufurahi kweli kweli kwa huduma ambayo tutawapatia. Sisi tumewekeza katika mifumo ambayo ina inawaruhusu wao kuweza kujua ni dawa zipi zipo na vifaa gani tiba vinapatikana. Kwa hiyo uwekezaji huu unatakiwa endane na uwajibikaji pia kwa upande wa, uh, wa, wa, uh, wa hizi uh, taasisi vifaa I mean, taasisi pamoja na vituo vya, vya vya vya afya kulipa madeni yao kwa wakati ili kurahisishia MSD kufanya kazi wake. Kanda ya Ziwa ni kanda ambayo pia ni ngumu kuihudumia kwa sababu ya mazingira ya visiwa na ukitoa mfano wa wilaya ya Ukerewe ni wilaya ambayo iko ndani ya kisiwa ndani ya Ziwa Victoria <coughs> lakini ina visiwa zaidi ya 38 na kuna vituo zaidi ya 42 na MSD wanafika maeneo mengine ni visiwa. Kwa hiyo wanakuja na gari mpaka sehemu, inabidi wakodi boti paa kwenye yale maeneo. Tunawapongeza sana MSD kwa kazi nzuri ambayo wanafanya, na vifaa tiba pamoja na dawa zinaletwa kila mwezi, na kila mwezi MSD wanafika kwenye vituo hivi vyote. Tutakaa nao chini tujue kila anayedaiwa ni nani na kwa nini anadaiwa, na dawa ya deni ni kufanya nini? Kulipa. Vipimo vya uongozi sio kuvaa suti, vipimo vya uongozi ni kutekeleza majukumu. Kama wewe unadaiwa, vituo vyako havina dawa, vituo vyako ni vichafu ha, vituo vyako mazingira, hakuna hata upandaji wa miti, mvua zinanyesha. Sasa wewe unakuwaje viongozi? viongozi katika sekta afya Lazima awe na vision kiongozi katika sekta ya afya, anataka kujua dira yake ya afya katika mkoa huo ni ipi, kutoa mkoa kutoka sehemu gani kwenda sehemu gani, anataka kujua katika wilaya yake. Hali kadhalika kiongozi wa sekta afya lazima awe jasiri. Watu wengi tunaogopana, hatutaki kufanya maamuzi. Unaona mganga mkuu wa kituo fulani anakula hela, wewe wewe unaona ah, sio kazi yako, lakini kumbe anakuharibia wewe kazi yako. Unaona mganga mkuu analalamikiwa, wewe uchukue hatua, mpaka mkuu wa wilaya apite? Kama huna mamlaka naye, siuende utoe taarifa kwenye mamlaka yake, kwa sababu kazi ya kiongozi ni ni ku, ni kutengeneza teamwork. Kutengeneza timu ambayo itamsaidia yeye huweza kutekeleza zile ndoto na dreams zake na, na vision yake.